Kila mtoto wa kike anayezaliwa duniani humiliki zawadi ya kipekee ambayo ina uwezo wa kuangaza zaidi ambao ni ndoto, matumaini na uelewa zaidi. Zawadi hii ni mwanga ambao unaweza wa kuangaza dunia nzima kwa upendo, kwa uelewa na kwa weredi mkubwa sana. Mwanga huu sasa unahitaji kulindwa. Unahitaji kutunzwa, unahitaji kusaidiwa ili uweze kuangaza katika dunia yote kwa namna ambayo ni chanya. Watoto wa kike wanatakiwa wasaidiwe sana ili waweze kutimiza ndoto zao na waweze kufikia kile ambacho Mungu ameweka ndani yao. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia mambo matano ya msingi sana, ambayo ni jinsi ya kumsaidia mtoto wa kike aweze kufikia kile ambacho Mungu amekiweka ndani yake. Mimi ninaitwa Mhere Madam. Kama bado hauja subscribe kwenye channel yetu ya Moyo wa Malezi na kuita njoo, uweze kufanya hivyo sasa hivi kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya watoto wa kike wa kiume, kwa ajili ya jamii nzima, kwa ajili ya biashara, mahusiano, malezi. Karibu sana tuweze kuanza. Hoja ya kwanza ni kujenga imani ya ndani mapema, ambayo hii tunaita self confidence. Mtoto wa kike anatakiwa afundishwe kuamini, yani ile imani yake ya ndani ajitambue yeye mwenyewe, ajisikilize, aweze kuwa na maamuzi yake. Anapokuwa na maamuzi yake yeye binafsi, inamsaidia yeye kama yeye kuweza kufanya mambo yake bila kuingiliwa, bila kubezwa, bila kunyanyaswa, bila kusumbuliwa na mtu yeyote. Anatakiwa ajisikilize, ajitambue yeye ni nani, anatakiwa kufanya nini, wakati gani na mahali gani ambapo ni sahihi. Kwa hiyo mtoto wa kike anapokuwa anajiamini, anapokuwa anajitambua anakuwa mama bora, hata ana uwezo wa kuongoza na kusimamia familia yake vizuri, na ana uwezo wa kuwasimamia watoto wake wakakuwa katika misingi hapo baadaye. Kwa hiyo tunamfundisha kesho yake njema leo, aweze kujitambua leo na kuipanga kesho yake njema. Hoja ya pili ni kumlinda kihisia na kumfundisha, ambayo hii tunasema ni emotional intelligence. Mtoto wa kike akifundishwa akajua jinsi ya kujirinda kihisia, hii itamsaidia sana pale ambapo anakumbana na matatizo, anakumbana na vikwazo, anakumbana na maneno mabaya. Hii inamsaidia kumjenga na sio kumvunja mtoto wa kike. Ambao amefundishwa kujijenga yeye mwenyewe, kujitambua, an yani nakuwa na mawazo yake yeye mwenyewe, yani inamsaidia sana hata kama atakumbana na changamoto, atakumbana na matatizo anakuwa anajijua yeye ni nani na anapaswa kufanya nini, mini hayumbishwi ovyo ovyo. Ana uwezo wa kutatua matatizo yake vizuri, ana uwezo wa kutatua matatizo yake kwa njia ambazo ni sahihi, kwa njia ambazo ni salama. Anajua aongee nini na anajua wakati gani wa kunyamaza, wakati gani wa kuzungumza. Hoja namba tatu ni kukuza nidhamu na uwajibikaji. Mfundishe mtoto wa kike matumizi sahihi ya muda. Mfundishe kufanya kazi zake na kuzimaliza kwa wakati, yaani asiache viporo, viporo pale anapokuwa na kazi zake. Mfundishe mtoto wa kike kufanya mambo mazuri hata kama hakuna mtu anayemwona, yaani ajitambue, sio mpaka anafanya mambo mema pale ambapo kuna mtu anamtazama. Hapana, hapana, afanye mambo mema hata kama hakuna mtu anayemtazama. msichana ambaye anakuwa na nidhamu msichana ambaye anakuwa mwajibikaji ana uwezo wa kuwa mama bora kesho, na ana uwezo wa kuwa raia mwema ambaye anaweza kuwa kiongozi mzuri ambaye anaweza akaongoza watu wengine akafanya mambo mema hata pale ambapo hakuna watu wanaomtazama. Hoja namba nne: ni kukuza ndoto zake na mazingira ya kumtia ujasiri. Usiruhusu dunia impunguze ndoto zake. Hakikisha kwamba unamsaidia kuota makubwa. Msaidie mtoto wa kike kutambua ndoto zake na kuzikuza mara kwa mara. Muulize, wewe unataka kuwa nani ukiwa mkubwa? Hiyo inamsaidia kutembea na ndoto zake. Msaidie mtoto wa kike kuhakikisha kwamba anashiriki kwenye shughuli ambazo zinakuza vipaji vyake na asishiriki kwenye mambo ambayo yanamdunisha vipaji vyake. Hakikisha unamtia moyo hata pale unapoona anataka kudondoka, msaidie kusimama. Msichana ambaye anasaidiwa kukuza ndoto zake, msichana ambaye anasaidiwa kujiamini, kuwa jasiri, anakuwa ni msichana ambaye kesho anakuwa ana ndoto kubwa, na anaweza kufanya makubwa zaidi na kusaidia dunia na ulimwengu kwa ujumla wake. Hoja namba tano ni kumpa maadili, heshima na msimamo wa maisha. Maadili ndio kila kitu katika maisha ya mtoto wa kike. Mfundishe maadili mema, mfundishe kujipenda yeye na kuwapenda watu wengine. Mfundishe kujitambua, mfundishe kuchagua marafiki sahihi ambao ataambatana nao. Aepuke marafiki ambao watamshusha, marafiki ambao wanaweza wakampeleka kutenda mambo ambayo hayafai. Mfundishe kusema hapana kwenye mambo ambayo yanamwingiza hatarini. Hakikisha unamfundisha kuwa na msimamo, kukataa pale ambapo anaona anaonewa, ananyanyaswa na anabezwa. Mfundishe kujitambua. Mtoto wa kike mwenye maadili mema anakuja kuwa mwanamke bora, hata katika ndoa yake, katika taifa lake, na anakuja kuwa kiongozi bora kwa taifa, kwa familia na kwa jamii. Kumjenga mtoto wa kike si kazi ya siku moja, ni kazi ambayo inahitaji hatua, ni kazi ambayo inahitaji weredi, ni kazi ambayo inahitaji upendo. Mtoto wa kike unapomjenga leo, unamwandaa kuja kuwa na maisha mazuri, kuja kuwa kiongozi bora, kuja kuwa mama bora wa familia yake. Tunapowajenga watoto wa kike tuwajenge kwa upendo, tuwajenge kwa ujasiri, tuwajenge kwa heshima, huku tukiwafundisha kujipenda wao na kuwapenda watu wengine. Mtoto wa kike ni mti mkubwa unaomea na kustawi, ambapo matunda yake yanakuja kuwa faida kwa jamii nzima. Hakikisha unamwandaa mtoto wa kike kuwa matofali imara ambayo yanakuja kujenga msingi na nyumba bora ambayo watu wengi watapata hifadhi pale. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usiache kushare, usiache ku like, usiache ku comment. Tuambie wewe unamjengaje mtoto wako wa kike kuhakikisha kwamba anatimiza ndoto zake na anakuwa mama bora wa kesho. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante na Mungu wa kubariki sana.